tunapenda kutabaruku na hao, watu hao watukufu ili tuweze kujifunza katika maisha yetu tuliokuwa nayo. <clears throat> Khatibu wa kwanza na ndugu zangu waliosoma shahiri, kila kitu wameshamaliza, kila kitu wameshakielezea, kila kitu wamesha kiweka bayani, isipokuwa mimi nitaweka tu wazi kwa yale mambo ambayo yamekuwa ni mubham kwa watu wengine, lakini nimetanguliza aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ambayo inasema hivi baada: audhu billahi min shaitani llaini rrajim bifadlillahi, bismillahi rrahmani rrahim, afaman kana muminan kaman kana fasiqan la yastaun, je, yule ambaye atakayekuwa ni mu'min wanalingana na yule ambaye atakuwa ni fasiq? Bila shaka jawabu ni la. Katika aya hii moja kwa moja inatubainishia ya kwamba hapa kuna haki na batil, kuna ukweli na uongo, kuna haki na batila. Siku yoyote haki haiwezi ikakaa pamoja na batila. Ukweli siku zote hauwezi ukakaa pamoja na uongo. Ufisadi hauwezi ukakaa pamoja na ukweli. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameshatubainishia. Lakini ndugu zangu Waislamu, katika masiku haya ya Bibi Bibifatimatu Zahara alayha alaihi salatu wa wasalam ni lazima tujifunze sisi ambao tupo katika zama hizi kupitia kifo cha Bibi Fatimatu Zahra alayha salatu wasalam. Ameshaelezea khatibu wa kwanza ya kwamba Bibi Fatimatu Zahra alayha salatu wasalam kifo chake kilikuwa sio kifo cha kawaida, na sio yeye tu aliyeanza kuelezea, isipokuwa walianza kuelezea kabla, riwaya zimepokelewa kuhusiana na tukio la Bibi Fatimatu Zahraa alaihi ssalatu wassalam, ya kwamba matat shahida Bibi Fatimatu Zahra alaiha salatu wa salam alifariki hali ya kuwa amefariki kishahidi, laisa mautan tabiiyan, sio umauti wa kawaida kama tunavyoona kwa watu wengine, anaumwa siku mbili tatu amefariki, isipokuwa kifo chake, amefariki kifo cha kishahidi isipokuwa kifo hiko, bila shaka tunajua vizuri kwamba ni kuna baadhi ya watu ambao walisababisha kifo chake. Hakuna asiyojua ya kwamba Bibi Fatimatu Zahra alaiha salatu wa salam kifo chake ni kifo ambacho kilisababishwa ni watu ambao wanaojulikana katika zama zile. hiyo ni badihia, hakuna anayepinga isipokuwa yule mwenye chuki au yule ambaye hajui kabisa. Lakini kwa yule ambaye amesoma taareh na vitabu mbalimbali vya sira, moja kwa moja anatambua ya kwamba kifo cha Bibi Fatima Zahraa alayha salatu wassalam kimesababishwa ni watu ambao walikuwa ni wapenzi wa Mtume Muhammad

pia mimba yake iliharibika kutokana na tukio hilo ambalo alifanyiwa bibi Fatimatu Zahraa alayha salatu wasalam katika nyumba yake. Sio hivyo tu, bibi Fatimatu Zahraa alayha salatu wasalam, katika mambo ambayo amekutana nayo katika zama zile ni makubwa ambayo kwa mtu wa kawaida huwezi ukatasawuru hivi. Mambo haya ni mambo ambayo walikuwa wakiyafanya watu kama hawa, hali ya kuwa umwambia mtu asiyokuwa Mwislamu ya kwamba mambo haya wamefanya watu ambao ni Waislamu, ambao walisilimu katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila shaka atashangaa sana. Sio hivyo tu Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam alizikwa hali ya kuwa watu wote katika mji ule hawatambui kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam anaenda kuzikwa. Sio hivyo tu Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam amezikwa na kaburi lake halijulikani kwamba lipo sehemu gani. Kuna riwaya tu ambazo zimetofautiana ya kwamba kuna baadhi ya riwaya zinasema ya kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam amezikwa bi Jannatul Baqi. Katika riwaya zingine wanasema kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam amezikwa baina ya mimbari na qabri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pale wanaposema raudha min riadhi janna. Lakini sio hivyo tu, Bibi Fatima az Zahra alayha salatu wa salam alikutana na maswaibu ambayo ni makubwa katika zama zile ambazo alikwepo alikutana na mitihani mbalimbali mpaka ikapelekea kifo chake, lakini Bibi Fatimatu Zahraa alaiha salatu wassalam, sio hivyo tu, watu walitofautiana pia. Kuna riwaya mbalimbali ambazo zimekuja ya kwamba Bibi Fatimatu Zahraa alaiha salatu wasalam alifariki vipi. La shakka, hakuna shaka yoyote ya kwamba kuna riwaya ambazo zinasema ya kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salatu wa salam ni miongoni mwa ahlul bait alaihim salatu wa salam aliyekutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya fariki, ndio mtu wa kwanza ambaye amefariki baada tu ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.

Bibi Fatima Zahra alayha salatu wa wasalam aliishi baada ya kufariki baba yake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku sabini na saba, sabini na tano. Hii ni riwaya ya pili. Riwaya ya tatu pia imepokelewa katika maswadiri ya Ahlulbaiti alaihim assalatu wasalam ya kwamba

Bibi Fatimatu Zahraa alayha salatu wasalam ni mwanamke ambaye alikuwa ni pekee, alikuwa ni mwanamke ambaye ni mtukufu, sio katika zama zake tu, min al-awwalina wal-akhirin. Toka dunia iumbwe mpaka dunia iishe hakuna mwanamke ambaye atakuja kutokea

na zinginezo nyingine, nyingi zaidi ya aya elfu moja ambazo zinawazungumzia nabii Muhammad wa Ali wa Fatima wa Hussein, yatoshe ya kwamba watu hawa ni watukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambua uwepo wao na anatambua utukufu wao iweje leo mtu mtukufu kama huyu unakwenda kumvamia katika nyumba yake na unaingia katika nyumba yake bila idhini yake, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amesema ya kwamba katika Qurani yake tukufu, huruhusiwi kuingia katika nyumba ya Mtume Muhammad isipokuwa kwa idhini yake. Vipi mtu ambaye hana hata isma yoyote hata aya moja hakuna iliyokuja kwa ajili yake yeye au kwa ajili ya fadhila zake yeye, anakuja kuingia katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anafanya mambo kama haya. inaingia kilimo huyu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ambaye amefahamu utukufu wa watu hawa watukufu <coughs> Katika riwaya unaweza ukasema ya kwamba hili hizi ni aya. Hakuna ambaye ametaka katika aya hata mmoja, ni aya tu zimekuja, isipokuwa Mtume Muhammad ndio alikuja akafasiri. Je, kuna mtu ambaye anapinga ukweli wa Mtume Muhammad ambaye anasema kwamba Mtume Muhammad ni mwongo? Hakuna.

Katika Sahihi Bukhari imepokelea hadithi hii. Riwaya ya pili, inna Allah, inapokelewa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: inna Allah yaghdhabu li ghadabi fatima az zahra alayha salatu wa salam wa yardha li ridaha. Najaribu tu kusoma aya na riwaya ili tujue utukufu wa Bibi Fatima Tuzahara alayha salatu wasalam, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anaridhia kwa ridhaa ya Bibi Fatima. Endapo Bibi Fatima Zahra alayha salatu wassalam anaporidhia, basi na Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anaridhia. Sio hivyo tu, anakasirika pale anapokasirika. Nani? Bibi Fatima Zahra alayha salatu wasalam. Huu wote ni utukufu wa Bibi Fatima, na riwaya ya nyinginezo nyingi, angalieni, inapokelewa kutoka kwa alimamu Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, anasema laula anna amira al-muminina Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, lau siyo kuwepo kwa Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam tazawajaha hata mmoja, hata mmoja asingeweza kumuoa Bibi Fatima Zahraa alayhi salatu wasallam. Hebu angalia, angalieni utukufu. Lau sio kuwepo kwa Imamu Ali, Bibi Fatima Zahraa asingepatikana mtu yoyote wa kumuoa bibi nani, Bibi Fatima asingepatikana hata mtu mmoja. Huyu ni nani anasema hivi? Al-Imam Jafar As-Sadiq alayhi salatu wassalam. Lakini mashaikh, hebu tulinganishe baina ya matukio ya Bibi Fatima Zahra alayha salatu wassalam na matukio ambayo yanatokea katika zama hizi tulizokuwa nazo, al-muqaranatu baina

ni shamba ambalo lilikuwa ni haki yake, sio kwamba ni mirathi la lile. Lilikuwa ni shamba la bibi Fatima Zahara alayha salatu wasalam mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kupewa lile shamba, na yeye moja kwa moja alifanya nini? Alimpatia bibi Fatima Zahara alayha salatu wa salam, lakini baadaye lilitokea jambo gani? lile shamba alinyang'ana. Baada tu yani, baada tu rutbatan, rutbatan ina maana yani hakuna fasl, rutbatan baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watu wa walishajimilikisha nini, shamba la Fadak na walikuwa wanajua kwamba shamba hili la Fadaki, endapo watakapolipata familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi hatuna chochote. Hata haya mansabu tuliyokuwa nayo hatutokuwa nayo, kwa sababu shamba lile ni shamba ambalo lilikuwa linategemea ni jamii, jamii ilikuwa inategemea ili lile ili shamba kulisha maskini, yatima, asira wewe msafiri hapa kwenda Makka kwenda Madina, ukifika ukifika katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallama, nina shida ya nauli ya kurudi Iraki au ya kurudi wapi, moja kwa moja nini unapatiwa. Lakini hawakuridhika watu hawa, walifanya nini? Walimnyang'anya na wakaleta riwaya za uongo ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, nahnu maashar al-anbiya ila nurath ma tarakna riwaya. Mtu mmoja akipokea riwaya sio muatabar. Maulama wapo watanisaidia, riwaya sio muatabar

kudhulumiwa kwa shamba la Bibi Fatimatu Zahara alaihi salatu wa wasalam, ndio mambo ambayo yanatokea katika zama hizi mpaka leo hii. Akina bibi Fatima Tuzahara alaihi salatu wasalam wapo wanadhulumiwa mpaka leo hii, ndugu zangu wa Islam. Bibi Fatimatu Zahraa alayha salatu wa salam amekaa nyumbani kwake ametulia na mume wake alimamu Ali alayhi salatu wa salam. Mtu anatoka huko from nowhere alafu anaingia katika nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ananadi aina, Ali yuko wapi? Ali yuko wapi? Ali mtu anasema Imamu Ali lazima atoke kwa ajili ya bay'a. Sisi tunaye khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, endapo asipotoka Imamu Ali nyumba hii tunaichoma. Hebu angalieni, hebu tasawuri ili tukio, kuchoma nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama, hakuna ambaye amefikiria, sio kwamba kwenda kufikiria ya kwamba ngoje niende kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salama nikafanya hata fujo tu. Mtu anatoka huku anasema kwamba imamu Ali alayhi salatu wa salam atoke katika nyumba yake, endapo asipotoka katika nyumba tunafanya nini? Tunaichoma. Mambo haya haya ndio mambo ambayo yanatendeka katika zama hizi, sio hivyo tu. Bibi Fatima tu Zahara alaiha salatu wa salam ni mwanamke ambaye ni muhajaba, hajui kuachia hata nywele moja, hajui hata kidogo. Mtu anapiga mlango kwa